Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba hapa Tanzania bwana, kuna A-list celebrities watatu. Kuna Diamond Platnumz Harmonize kwa boy na Alikiba lakini pia tunaweza tukamjumuisha pia Rayvanny, ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwa muda mwingi na ameshaandika historia kubwa tu katika muziki huu hapa wa Bongo Flava. Lakini hivi karibuni kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba kulikuwa kuna hizi kolabo ambazo watu wengi sana walikuwa wanazisubiri na mmoja wapo imesha happen. Umeona eh? Katika kolabo ambazo watu wanazisubiri ziko kama mbili au tatu. Kwanza kabisa kuna kolabo kati ya Alikiba na Harmonize. Watu walikuwa wanasubiria kolabo ya Harmonize na Rayvanny na na Alikiba mara mm. tu baada ya Rayvanny kutoka WCB watu walikuwa nasubiri Rayvanny afanye kolabo na Alikiba na hiyo kolabo, of course, ishatoka dhani kila mtu atakuwa nafahamu mpaka video imetoka. Lakini pia kitu kingine ambacho walikuwa wanasubiri ni ishu ya kolabo. Sasa hivi ambazo zimebaki sasa ni kolabo kati ya Alikiba na Harmonize, kolabo kati ya Harmonize na Diamondi mona lakini pia watu wanasubiri kolabo kati ya Alikiba na Daimondi. Hiyo ndo itakuwa fungika bovu katika historia ya muziki wa bongo flava iwapo kama hiyo itatokea, itakuwa ni one of the best collaboration, kwa sababu hawa wawili hawajawahi kufanya kolabo kabisa, unaelewa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo tukizungumzia issue ya kolabo kati ya Harmonize na Alikiba ni kwamba Harmonize bwana ameamua kulizungumzia hilo swala. Hivi karibuni amefanya so, interview na waandishi wa habari ambapo amefunguka waziwazi wazi akisema kwamba uh, hiyo kolabo yeye hana mpango wa kufanya kolabo na Alikiba kwa sasa, akiwa anamaanisha kwamba kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea. Eh, Harmonize ameweka wazi kwamba nilitaka, kumvali, nilitaka kumvalisha Alikiba chenye zangu kwa upendo na kwa upendo na uzuri, lakini alikataa na akasema kwamba ataibiwa nyota ya uimbaji bieni alikubali hivyo, basi aka akauziba huo akaziba hiyo aibu Msanii wa mziki wa Bongo Flava Harmonize ameweka wazi kwenye mahojiano aliyofunguka kuhusiana na tukio la Alikiba kukataa kupokea cheni yake kipindi walivyokutana na alivyotaka kumvisha cheni kule Zanzibar, kwenye ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwanzoni mwa mwaka huu hapa 2025. Kwa kwa hiyo Harmonize, kumbe lile tukio la Alikiba kukataa kuvaa cheni zake alivyotaka kumvalisha ni kwamba limemake sense kwa upande huo, yani kwa upande wake yeye amelielewa hivyo kwamba Alikiba kwa alivyokataa kwa ni kwamba alikuwa anahofia kuibiwa nyota na msanii huyo Harmonize kwenye upande wa uimbaji. Kwa hiyo ikabidi Harmonize akamvalishe BN Soul, tumeona. Kwa hiyo Konde Boy, kumbe bwana, yeye mwenyewe pia hakupendezwa na hicho kilichotokea, na kwa namna moja au nyingine inasemekana kwamba hii ikawa ni moja kati ya sababu ambazo zitapelekea kutokuwepo na kolabo kati yao, kwa sababu kidogo Harmonize amejisikia some type of ways kama vile hakupendezwa na kitendo cha Alikiba kumkimbia au kumkwepa siku ile huko Zanzibar. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Uh, ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Unahisi kwamba kitendo ambacho alichokifanya Alikiba kwa Harmonize, Harmonize labda amekerekwa na ndo maana amekizungumzia tena, kwamba kupendezwa na tukio lile, kwamba Alikiba kusema kwamba anataka kumuibia nyota kwa kumvalisha picha zake. Unahisi kwamba ndo hivyo ilivyo na unahisi kwamba hiyo inaweza ikaaffect Harmonize kuto kufanya kolabo na Kiba, weka maoni yako katika comment section, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.